Shalom shalom, tunaporudi katika maisha ya kila siku, imani hubadilisha mambo mengi. Imani inaweza kubadilisha maisha yako. Wale waliokuona ukiwa wa kudharauliwa sasa watakuona ukiwa wa heshima, kwa sababu ya imani. Watu wanaweza kusema mambo juu yako, lakini hawajui kilicho ndani yako. Ikidhihirika, watakubali ndiyo, mambo haya yanawezekana. Hata ukiwekwa jangwani, imani itakufanya uchanue. Hata ukiwa sehemu mbaya, imani huhakikisha hakuna kitu kinachozuia maisha yako kuendelea. Kwa maana hatukati tamaa, tunazidi kusonga mbele, tukikua kiroho na kimwili. Imani ni ya ajabu sana. Wakati watu waliposema haiwezekani, miguu hiyo hiyo iliyokwenda kukwambia haiwezekani itarudi haraka kukwambia yawezekana kinywa kile kile kilichosema haiwezi kutendeka kitarudi kukiri kuwa imewezekana, kwa sababu ya neno la Mungu lililo ndani yako. Kwa maana katika imani hakuna lisilowezekana. Ndiyo maana na kuita uache kusikiliza maneno ya watu, badala yake sikiliza kile neno la Mungu lasema kuhusu maisha yako. Kaa ndani yake, litende na uliache lifanye kazi ndani yako. Ukiendelea kusikiliza maneno ya watu hutaona faida yoyote. Watakwambia unateseka, maskini, huna kitu, lakini waache. Sikiliza kile roho anasema, kile neno la Mungu lasema, kwa maana tunajua maisha yetu yamejengwa juu ya neno la Mungu na tukiliamini hufanya kazi ndani yetu. Mungu tunayemtumikia ni mkuu. Anaweza kubadilisha kile watu walisema juu yako na kukifanya kifanye kazi kwa wema wako. Watu watashangaa, walikwambia hutafanikiwa, hutapita, hutakuwa, lakini imani huendelea kukupeleka mbele na hatimaye nao pia wataamini ndani ya Yesu. Hata wakipinga mwanzoni, mwisho watakubali, kwa maana kila tunalofanya ni ili watu waje kwa Yesu, waamini Kristo na waishi maisha ya imani. Hii ndiyo maisha tuliyoitiwa. Asanteni sana. Barikiwa.